Ninawatakia heri njema ya Krismasi wapenzi watazamaji popote mlipo, pamoja na heri njema ya mwaka mpya, mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Asante sana kwa kuendelea kusapoti hichi kituo pamoja na shughuli za hichi kituo, wapenzi watazamaji. Nimekuwa nikiwaonya wale ndugu zetu ambao mnaishi nje ya Tanzania kwamba huu si wakati wa kurudi Tanzania na wale ambao mmepanga kurudi Tanzania tafadhali msiende. Kuna ndugu zetu ambao wanaishi Marekani ambao ni wa Tanzania, wengine wanaishi Kenya, wengine wanaishi wanaishi Zambia, yani sehemu mbalimbali. Tafadhali msirudi mpaka kipindi ambapo utulivu utakapokuja Tanzania. Ninamaanisha nini? Kuna taarifa ambazo nimeweza kupokea usiku huu mwendo wa saa tano usiku na dakika ishirini na saba tarehe ishirini na nane Disemba mwaka elfu mbili na tano na zimeweza kutolewa na mwanaharakati mwenye naitwa Liberatas Mwang'ombe. Anaeleza kwamba diaspora mwenzetu mkazi wa USA Tadei Kweka ametekwa na vikosi vya Samia usiku huu. Polisi na watu wasiojulikana wamevamia nyumbani kwake upande wa Moshi. Baadhi ya polisi wametambulika kuwa ni wahai. Unaona mpenzi mtazamaji, yaweze ikawa kwamba huyu kaka wetu ameonekana akimulika utawala huu batili, sasa wameamua kumuendea na kumteka. Mmekuwa mkisikia utawala huu ukiongozwa na Samia, mtu mwingine mwenye anaitwa Mwigulu Njemba, wakisema kwamba Watanzania ambao wapo nje ya Tanzania ndio walikuwa wanafadhili maandamano. Unaona, ni jambo la kusikitisha eti kwamba ndugu yetu ameendewa usiku. Ni katiba gani ambayo inasema kwamba mtu aendewe usiku na kutekwa? Mtu anapaswa kuendewa mchana kama amekosea, mwonyeshe barua, mwambie kwamba tumetumwa tukukamate, kuliko kumvamia nyumbani kwake mahala ambapo amelala. Na unasikia ni ndugu yetu mwenye anaishi upande wa Marekani, alikuwa amekuja Tanzania kutembea likizo, ni jambo la kusikitisha. Sasa bwana Ezra, ninaelezwa kwamba maswala ya utekaji yanazidi kuendelea Tanzania, licha ya kwamba wananchi waliweza kuandamana wakipinga utawala wa kiudikteta pamoja na utawala mbaya. Unajua, kipindi ambapo tunazungumza mambo kama haya, sio eti kwamba hatuna kazi ya kufanya, tuko nayo, lakini tunazungumza ili tuweze kukemea mambo haya mabaya ya utekaji. Unajua, kuteka nyara ni kipindi ambapo unachukua mtu kwa kutumia nguvu na mahala ambapo unampeleka hakujulikani. Angalia mtu kama vile Humphrey polepole pole, haijulikani alikopelekwa mpaka leo, familia yake haina taarifa yoyote. Sasa taarifa ambazo zimeweza kutolewa zinaeleza kwamba kamatakamata pamoja na utekaji zinaendelea Tanzania. Mfano, sikiliza, tunaelezwa kwamba habari Maria kuna kamatakamata kamata, keni radhi kwa hilo. Ninaelezwa kwamba kuna kamata kamata inaendelea kimya kimya Dar es Salaam, Mwanza, Kahama, Morogoro, wale vijana wanauzaga vitu vikiwa kwenye mabango na wale wanauzaga mifuko wanakamatwa sana kwa wingi. Mbaya zaidi wakiwakamata na kuwauliza wanakotoka, wakijibu ni Kigoma, Mbeya na sirali, wanaambiwa ni wakimbizi wamekuja kufanya fujo mjini. Wamewataka wamewataka vituo vya polisi na ofisi ya uhamiaji. Waziri simba chawene, kama kweli yupo Zia, zi, seriously na kazi yake, uangalie hili swala. Askari wanalalamika kupewa haya maelekezo kutoka kwa wakubwa zao. Kuniradhi kwa hicho kikozi ambazo, ambacho umeweza kusikia, mpenzi mtazamaji, huyo ni kijana wangu. Inaonekana kwamba homa imeweza kumpata kidogo, lakini dawa ipo. Sasa unasikia hii taarifa ambayo imeweza kutolewa kuelekea kwa mwanaharakati mwenye anaitwa Maria Sarungi. Inaeleza kwamba kamata kamata utekaji umeanza kurudi Tanzania kimya kimya, upande wa Dar es Salaam, Mwanza, Kahama, Morogoro. Unajua jambo la kusikitisha, unajua kukamatwa na kutekwa tekwa ni jambo ambalo ni kinyume na katiba, hilo lazima tulikatae, hilo lazima uweze kulikataa na mkiona ndugu zetu ambao wanatekwa na polisi ambao wajaweza kuvaa sare, tafadhali usiruhusu wamchukue. Kama kuna uwezo wa kubeba jiwe, beba, gonga huyo polisi, winda huyo polisi, winda hao majambazi, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakitekwa na wanarudi wakiwa maiti. Wengine hawajawahi rudi kama vile Humphrey pole polepole. Jambo la kusikitisha zaidi, mpenzi mtazamaji, ninaeleza hivi, eti kipindi ambapo hao vijana ambao wanauza vitu ambavyo viko kwenye mabango, mfano saa kama hizi, miwani, necklace, vitu vingi, wanakamatwa alafu wanaulizwa nyumbani kwenu ni wapi. Na ukipata huyu kijana akieleza kwamba yeye anatoka Kigoma, Mbeya na Sirali, wanaambiwa kwamba wao ni wakimbizi wamekuja kufanya fujo Dar es Salaam. Mtanzania yuko na uhuru wa kutembea sehemu zote za Tanzania, mahala ambapo anaona kwamba riziki itapatikana. Ni jambo la kusikitisha polisi kutekeleza unyama, alafu wanasema kwamba wamepewa majukumu na wakubwa zao kufanya unyama kama huu. Unajua, wacha nikueleze mpenzi mtazamaji, hii serikali imekataa kata katakata kuelewa ni nini ambacho kilisababisha maandamano kutokea Tanzania. Wao wamesema kwamba ni watu ambao wasioitakia Tanzania mema ndio walihamasisha maandamano Tanzania. Lakini hawajui upuzi kama huu wa kamata kamata teka teka, ndio unachochea wananchi kupandwa na hasira mpaka kuandamana. Hawajui hilo. Samia kama anataka kuongoza hii miaka ambayo aliweza kuiba kura watajifunze kwamba Watanzania mahala ambapo imefika sasa hivi wamechanuka, sio wale watanzania ambao walikuwa naongoza kiudikteta, sio wale watanzania ambao walikuwa naongoza kimabavu, bali sasa hivi wananchi wamekwisha chanuka na kujua ni lipi zuri na ni lipi baya. Kama mtu amekosea Sijakataa iti kwamba kama mtu amekosea asikamatwe, anaweza akakamatwa, lakini kwa njia ambazo zinafuata katiba. Muletee sababu ambayo imeandikwa ya kukamatwa kwake. Hakuna mahala ambapo imeandikwa kwamba sasa uende ukamate Ezra umuweke kwa jela baada ya wiki moja ama umfiche baada ya wiki moja ndiposo ukuje kutoa sababu ambayo ilifanya ukamkamata bwana Ezra. Njoo elezea bwana Ezra kwamba haya ndiyo makosa ambayo umeweza kuyafanya na tumetuma tukukamate tukufikishe mahakamani. Lakini hilo halifanyiki Tanzania chini ya utawala huu wa Samia. Unabebwa, unafichwa, unateswa, unafinywa. Hayo ndio tunapaswa kukataa, mpenzi mtazamaji. Hayo ndio tunapaswa kukataa. Ndio udikteta, huu ni udikteta, tunapaswa kuukataa. Sijui wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji. Tusipoamka tukatae kamatakamata kama hizi, kama hatutakuwa na taifa, hatutakuwa na taifa ili tukue na taifa ambalo utekaji umekoma, lazima tuamke kwa kauli moja, tukatae udikteta. Lakini tukizembea, sisi ndio tutaumia. Tupatane kwa kanda ijayo.